kumi ishirini thelathini arobaini hamsini sitini sabini themanini mia mia na kumi mia ishirini mia thelathini mia arobaini mia hamsini mia sitini mia sabini themanini sawa mia themanini mia tisini mia mbili na kumi ishirini thelathini arobaini hamsini iko shinga kwao kuna kama familia

azirudishe kwenye masandarusi ndio kwa mfanye chapu basi. Eh, begi lingine ile la ndani kule ameshusha, alilete lichukue au tukwache uzilinde hapo mkuu, utakuta nani jelasi huko bogoma goma huko <laughs> <laughs> ni Tanzania utafutwe, nchi nani wewe? Hela uko sio, hela utapiga simu